Majonzi na huzuni vimetawala eneo la Sinza Vatican jijini Dar es Salaam. Hii ni kufuatia mtoto mdogo wa kike malaika wa Mungu asiye na hatia yoyote, Queen Carlos, mwenye umri wa miaka sita tu aliyekuwa akiishi eneo hilo la Sinza Vatican jijini Dar es Salaam, kukutwa akiwa amekufa huku mwili wake ukitelekezwa ndani ya gari bovu lililokuwa gereji kwa ajili ya matengenezo. Kwa mujibu wa mashuhuda wa tukio hilo, mtoto Queen alipotea nyumbani kwao Machi kumi na mbili mwaka huu majira ya asubuhi, ambapo mama yake aitwa Elelia kwa kushirikiana na ndugu na majirani walimtafuta kutwa nzima, lakini jitihada zao hazikuzaa matunda. Hatimaye giza likaanza kuingia bila mtoto Queen kufahamika yuko wapi. Siku ikapita baada ya ndugu kumtafuta Queen bila mafanikio, waliamua kwenda kutoa taarifa katika kituo cha polisi cha Urafiki Ubungo, jijini Dar es Salaam, na kuandika jalada la uchunguzi. Siku moja baadaye, mmiliki wa gari moja lililokuwa gereji, ambalo ndani yake ndimo ulimogundulika mwili wa mtoto Queen alifika katika gereji hiyo kwa ajili ya kuondoa gari lake, lakini ghafla alishtushwa na harufu nzito na mbaya iliyokuwa ikitoka ndani ya gari hilo. Kwa kushirikiana na dereva wake, waliamua kufanya upekuzi ndani ya gari hilo, na katika hali ambayo hakuna aliyetegemea, ndipo walipobaini mwili wa mtoto Queen ukiwa umelazwa katika siti ya nyuma ya gari hilo tayari ukiwa umeanza kuharibika. Baadaye maafisa wa polisi walifika eneo hilo, wakauchukua mwili wa Queen na kuupeleka hospitali kwa ajili ya taratibu nyingine za kiusalama kufanyika. Je, ni nani aliyemtendea unyama wa mtoto Queen? Je, mtoto Queen alifanya dhambi ipi hasa kustahili kifo cha namna hiyo? Mimi na wewe hatuna majibu, lakini kwa kuwa swala hilo limefikishwa mbele ya vyombo vya sheria

Labda pengine taarifa, baada ya kwamba mtoto amepotea jana ile, zilipelekwa wapi taarifa? eti mlipeleka, walipeleka mpaka, mpaka msikitini, mpaka polisi, serikali ya mtaa, na walitafuta kote, yani kuhangaika sehemu zote, hawapo. Hii inakuwaje? Aliingia mwenyewe ama? kuna hatujapata miaka <manyi> mingapi

tunaishi hapa pamoja ni ndugu yetu. Wenye gari wako wapi ambao labda pengine hao wenye gari ndio hawajulikani. Kwani gari? Yaani gari hilo ni bofu, limekutwa gari <tuk> Kwa hmm. kwa lakini gari kwa wa eh, hmm. eh, eh, sasa haieleweki. Lakini gari silikuwa oh, inahamishwa kwamba wenye gereji wanahamisha. Kwani waliokuwa waliokuwa wanahamisha gari ni wenye gereji au wenye gari? Ah, yani sio yani tuseme gereji <tipulis> wale ndo walikuwa mm. wameanza yani kuhamisha magari yao kidogo kidogo, mm. kwa sababu hawezi kuhamisha kwa pamoja, kwa sababu magari yalikuwa mengi, mm. eh. gereji ni nani? Ah gereji, siwezi. Gereji, wenye gereji ni wapangaji, kwa hiyo hatuwafahamu. Ila mwenye nyumba ni mama Koka, mm. eh. lakini hao wenye gereji hawa mm. yani, toka tukio limetokea, <tipulis> hawajafanikiwa alipo <tipulis> <tipulis>